Kuna watu huniuliza na wengine hujiuliza ya kwamba je, ndani ya CCM kuna mtu ana moyo mzuri, ama ndani ya CCM watu wote wana moyo mzuri? Ama wengine huniuliza na kujiuliza kwamba hawa baadhi ya viongozi walioko ndani ya CCM walio na tu mamlaka, ambao hupita kwenye makanisa kutoa misaada ama kwenye mikutano yao huongea lugha za upole za huruma, jamani tuhurumiane, jamani tuwe wanyenyekevu, jamani e, tusio wabaya, huyu aliye chini leo, kesho anaweza akawa juu. Hawa wanaongea hizi lugha wa, ndio walio na moyo mzuri? Huo ndio moyo mzuri? Na wengine hufika mbali na kujiuliza kwamba je, e, mwokozi aweza kutokea kuzimu? Yaani, mwokozi aweza kutokea katikati kati ya kundi la wabaya? Sasa mimi niko hapa nijadili tabia za moyo mzuri. Mtu akiwa na moyo mzuri kibiblia, alikuwa na fananaji? Alikuwa anachukua maamuzi ya aina gani? Kifupi, naomba ufahamu kwamba eh, Mungu aliinua mioyo mizuri katikati ya mioyo mibaya katikati ya watu wenye mioyo mibaya. Kwa hiyo hata kama kuna kikundi fulani cha watu kina kimekusanya watu wenye mioyo mibaya, Mungu aliwahi kutokea hapo, akajisazia, akawa na mtu katikati yao ambaye ana moyo mzuri. Lakini hapa nipo kuchambua ni hawa wanaotoa sadaka makanisani, wanaoalikwa kwenye matamasha kwenye makanisa, na ni hawa wanaoongea lugha nzuri wakiwa kwenye mikutano: jamani tunyenyekeane, jamani tuwe na huruma, jamani tu, tu, tu, tuwe wanyenyekevu tusio tu, tu, tunaonea watu. Ni hawa ambao ndio tuwatafsiri wana moyo mzuri. Nataka nikuonyeshe tabia za mwenye moyo mzuri ambaye alikuwa katikati ya wenye moyo mbaya. Kimsingi inaweza ikawa chungu hii, lakini ikawa ni dawa. Ikawa chungu kwa baadhi ya watu ambao wanaamini kabisa kutokea kuzimu hawezi akatokea Masihi, hawezi akatokea Mwokozi. Kwanza nikujulishe ya kwamba kuna watu ambao wanaweza wakawa kwenye jumuiya fulani, kwenye chama fulani kwenye kikundi fulani wanaokuwa wamepandikizwa. Sasa nitakuonyesha tabia za anayekuwa wamepandikizwa zikoje. Kwenye kila kikundi cha watu wazuri, iwe kanisani, mnaomba sana, mnakemea sana maovu, jua pana mtu kapandikizwa, asiye wa kusudi lenu. Kama nyie wengi ni wema wote mnajijua ni wema, ujue hapo kapandikizwa mbaya na Shetani ambaye wakati wote yupo kwa ajili ya kuja kuangusha huo wema wenu. Na kama pana kikundi fulani, pana kundi fulani la watu wanaojiishi sisi hapa kusavaivu ni ubaya, ubaya tu ubaya ubwera ni kujipendekeza kwa kufanya mabaya, kwa kukemea watu wema, kwa kuwapinga watu wema. Sisi huku ni ubaya, ubaya tu, ubaya ndo utakao kufanya ule ubaya ndo utakaofanya upate cheo, ubaya ndo utakaofanya ukubalike. Nataka ufahamu, katikati ya kundi hilo huwa panakuwa Mungu amepandikiza wa mtu wake hapo. Sasa mtu wa Mungu mwenye roho nzuri huwaje? mtu anayekuwa amepandikizwa na Mungu huwaje? Tabia zake huwaje? Ni mtu anayeendelea kuwa mnafiki, akipongeza kila kitu, ila akitoka hapo ndo huenda kuanza kusema tu maneno, kutoa misaada kanisani, sadaka kubwa e, kuwezesha kujenga makanisa, misikiti nje. Je, huyo ndo tujue Mungu amempandikiza hapo? Nataka nikujulisha tabia za wanaokuwa wamepandikizwa. Leo nagusia sana mtu anayeweza kaa amepandikizwa katikati ya kundi la wabaya, huwa na tabia za aina gani? Mungu amempandikiza, yupo katikati ya watu ambao wanaamini ni kwa ubaya tu tutasurvive ila wakitoka pengine wanatulugha fulani tuepeshi tuzuri tunatoonekana wanahuruma unye. Ila matendo yao, kinachoendelea ni tofauti kabisa na tumaneno tuzuri. Mtu anayekuwa amepandikizwa na Mungu huwa na tabia za aina gani? huwa na maamuzi ya aina gani? Maamuzi ya kwanza ni haya ambayo Musa aliwahi kuyaamua. Nikusomee katika Ebrania 11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 E, mapochopocho, vyeo, nafasi, anaweza akapata nini vinakuwa havina thamani tena. Vilio machungu, na mateso wanayopitia watu ndio kitu pekee kinachokuwa kimebaki kichwani mwake, kwamba kweli mimi nitakiwa nipate cheo kweli mimi ntakula vizuri, ntapata posho nyingi, lakini vilio hivi vya watu wanaosema, wengine wametekwa, wengine wameuawa, wengine wanauawa kwa kwa maabara, wengine vifo havieleweki eleweki, kimetokea tokeaje hivi vifo, vilio, uchungu, dhuluma hii inayosikia huyu, ukadhulumiwa hiki, huyu ukaonewa na huyu hivi, kwangu ndio cheo, afadhali hiki cheo kipotee. Yaani msimamo wake huwa wazi kwamba afadhali hiki cheo kipotee, lakini pale si sitakubali dhuluma ile, nitakuwa pamoja na wanaolia. Akaona afadhali kuwa pamoja na watu wa Mungu wanaolia kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Kwa hiyo kama unataka ujue huyu eh, pengine yumo ndani ya CCM ila ni kipandikizi, ni Mungu amempandikiza. Utamwona ni mtu ambaye anaweza kasimama wazi wazi upande wa wanaolia. niku, kabla simalizia kumsoma Musa hapa, nikujulishe, nimesema wanaopandikizwa na Mungu wa hii Biblia, kwa nakupa mifano ya Biblia, watu hao wa, walipopandikizwa walikuwa na tabia za aina gani? Katika Mhubiri sura sura ya nne, Mhubiri sura ya nne mstari wa tatu na wa nne pointi kwa mstari wa nne. Lakini kusomee mstari Mhubiri sura ya saba mstari wa nne nasema, moyo mwe wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Mstari wa tano anasema, heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu. Tatu anasema huzuni ni afadhali kuliko kicheko, maana simanzi ya uso ni faida ya moyo. Nne, nairudia tena, moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu. Kwa hiyo tabia za mtu ambaye anakuwa amepandikizwa na Mungu kwenye eneo fulani la watu ambao wenyewe ni ubaya ubwera ni ubaya ubaya tu. Mara nyingi mtu huyo anaweza akaondoka hapo mahali, hata pawe na furaha kiasi gani. Kabla ya kuondoka, vinakuwepo vitendo ambavyo anaweza akawa anavifanya akaondoka au akaonyesha vitendo fulani ambavyo kila mmoja aliye ndani, aliye nje atakuwa anajua huyu alitoka kwetu, lakini hakuwa wa kwetu, aliishi kwetu, lakini hakuwa wa kwetu. Nikusomee katika Kutoka. Najua nime, nazungumza jambo kumu sana ambalo watu wengi mnaweza, eh, ndo nini. Mimi ni mhubiri na ni mhubiri nayeweza kusema ambacho kimeandikwa kwenye Biblia bila kujarisha, kinaweza kikapokelewaje na jamii, kwa sababu akukifanya kiwe na maana si mimi, ni yule aliyetaka nikiseme na aliyekiandika aliyeruhusu kiandikwe kwa sura kama hiyo. Nikuonyesha tabia za mtu ambaye kapandikizwa na Mungu, anaanza na, na vimambomambo vya aina hizi e, Kutoka mbili mstari wa kumi na moja hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamuona Misiri anampiga Mwebrania mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misiri yule, akamficha ndani ya mchanga. Katoka siku ya pili, natazama watu wawili Wawibrania walikuwa wakipigana, akawambia yule aliye mdhurumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Aliyemsemelea ni yule ile aliyemsaidia, kwa sababu pale walikuwa wawili. Misri alikuwa anampiga Mwebrania, Musa akamsaidia Mwebrania, akamsaidia mtu asie na hatia. Uebrania, Uisraeli wa zamani, ambayo ulimaanishwa zamani ilikuwa kuishi kwa namna isiyo na dhuluma, isiyo na hatia kwa hiyo akamsaidia asiye na hatia lakini yule asiye na hatia alienda kufichua zile taarifa sasa pointi yangu iko hapa e, mtu ambaye anakuwa amepandikizwa na mungu musa kwa msiofahamu musa alizaliwa wakati ambapo amri imetolewa kwamba kila kijana mwanamume atakayezaliwa au wawe Kwa mungu akawa amejua moyo ambao atakuwa nao musa alipozaliwa katunzwa. Ilipoonekana awezi kufichwa tena, alitengenezewa kisafina akawekwa kwenye mtu ambao Farao, mkewe Farao na, na, na wasaidizi wake huenda kuoga kule. Ukumbuke kuoga zamani, tulikuwa naoga mitoni kwenye mito na zaidi sana zamani ile ya miaka elfu mbili elfu sita iliyopita. Kwa hiyo akajua hapa ndo anapooga Farao, mke wa Farao na, na wajakazi wake, akaenda kuweka kisafina pale Kina mtoto baadaye, alipoona yule mtoto analia alimuhurumia yule binti Faraka, alipomwona alipoenda kuoga pale, akamwona yule mtoto sasa. Mleteni, akaona analia na akaona ni mzuri. Ah, akasema hata kama tumetangaza watu hawa wauawe, kwa sababu nimemwokota, nimejua ni mtoto wa watu wema wasio na hatia. Lakini hata kama tumetangaza wauawe, ah, mtoto mzuri, halafu Hebu mtafuteni mamaaka au mwanamke yoyote aje amnyonyeshe, na mimi nami ntamlipa. Kwa hiyo mwisho wa siku ikawa e, mama aka akaletwa, akawa analipwa kwa kunyonyesha mtoto wake. Kwa hiyo pale mke wa Farao akasema mtoto utanyonyesha tu lakini mimi atakoa kwangu, asijue Mungu amempandikiza pale ili ajue nguvu zao zote uwezo wao wote, miungu yao yote, mategemeo yao yote. Sasa baada ya hayo yote, Musa amekuwa akafika mahala akaanza kuona siwezi kuvumilia, niwe naona watu wanalia, watu wanaumia, alafu mimi niambie ndo kawaida, wakitaka waje kwetu wakitaka, lakini nje na hapo maisha ndo hayo, wataishi hivyo hivyo, wataumia hivyo hivyo. Musa ndipo alipochukua hatua za kwamba hapana kuwatetea wazi wazi. Nakwambia tabia za mtu ambaye anakuwa amepandikizwa na Mungu kwenye eneo la watu wabaya tabia. Sasa nimekwambia sio kila unayemwona anaturuga tuzuri huko barabarani kiujumla. Mnafiki ni mtu hatari, heri adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza au rafiki anayesifia upande mbaya anayewazungumzia vizuri wabaya, hata kama kuna wakati uliwazungumzia vizuri, ukijuu ungepata nafasi uongee nao wabadilishe mtazamo wao. Utakapoendelea tu bado unakaa kikao nao, mazungumzo nao, uko nao na wasifia au na, na nyamazia mabaya wanayofanya na wakishia, moyo mzuri uliokuwa nao unanyonywa na ubaya uliokuwa nao na, na, ubaya waliokuwa nao utajikuta tu umekuwa mbaya mara kumi. Ndio maana unaona kuna vijana ambao tuliwangalia wakati fulani, unaona huyu huyu yuko upande wake wa mwingine, unajua tu kabisa. Inaonekana sisi ambao hatujasoma sana, tumeishia la saba la nne la ngapi, ni kama ndo tusioweza kubadilishwa moyo, tunaweza tukasimama kwenye haki tu. Oh, Mungu wangu sasa kuna chawa la pili akuna chawa la nne akuna chawa la saba fom fo digri profesa, sehemu kubwa wengi wamepeana majina barabara, nasema ni chawa na ni kweli. Ukiangalia akili unaona ni akili ni akichawa imejaa usaa vichwani, na kumbe mwisho wa siku nakuja kuona mtu mwenye moyo mzuri awi darasa la nne la pili la saba wala fom fo wala fom si wala digri wala, wala profesa wala dokta. Mwenye moyo mzuri ni yule ambaye ana practice sifa za moyo mzuri, ya kwamba anaweza kweli, wakati fulani akaonyesha kama kaona nafiki, lakini kwa muda mfupi sana, kama nakubaliana kile kitu, lakini alikuwa mdadisi. Yani mtu wa kuoji hiki imekuwaje mpaka wanaanza kumwona wewe sio wa kwetu, na yeye anaanza kusema kweli, mi sio wa kwenu, hata najishangaa nimekuwaje katikati yenu lakini inawezekana niko katikati ni yenu, eidha niwaponye, mubadilishe mioyo yenu, mwe na mioyo mizuri kama Mungu anayotaka niwe nao, ama sivyo niwatangazie kwamba haya sio maisha, iwe mi ntaishi au ntauawa, nita au nitakufa, haya siyo maisha, na kwa namna yoyote maisha ya aina hii yanaanguka, mtaanguka. Hii sio sawa. Huwa mwenye moyo wa Mungu huwa moyo wake huwa wazi tena huwa wazi kabla vilio havijaendelea kuwa vingi. Yani yeye kabisa, kilio akisikia watu wanalia mahali A anakimbia kuona nani amemfanya huyu, au analia, anaanza kuangaika na anayelia, sio anaanza tena kumwadhibu anayelia, kwani unalia wewe? Sema siri, sema nifanyiwa vizuri, wasifie waliokuuliza, waambie mnafanya kazi nzuri. Hapana. Huwa wazi na watu wote wanamjua, huyu ana huruma, na walio wa pamoja naye wanamjua, huyu ana huruma, huyu ana moyo wa Mungu, kwa sababu moyo wa Mungu ni moyo wa huruma, ni moyo wa kuliona baya na kulisema kwa ubaya wake na kuonyesha kweli, hili ni baya. Hiyo ndio mioyo kama. E, CCM wana mioyo mizuri wote, basi wana mioyo hii. Kama sivyo kuna mtu aliye na moyo mzuri, basi moyo ni huu. Kama sivyo, wote mioyo yao ni ya kinafiki nafiki, basi ujue ukombozi wa kweli hauwezi kutokea kuzimu, kutoka kwa watu ambao wote wawezi kupraktisi moyo wa Mungu ni nini? Basi amini ukombozi hauwezi kutokea kuzimu katika Biblia Zaburi moja, Zaburi moja inamsema mtu ambaye ndiye anakuwa na moyo wa Mungu popote anapokuwepo. Zaburi moja mstari wa kwanza moja mstari wa kwanza anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala kuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake itafakari mchana usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila itendalo litafanikiwa. Tunazaliwa tunajikuta tuko katikati ya makundi, lakini heri yule ambaye akai barazani pa wenye mizaha Haendi katika njia ya wakosaji, ama haendi katika ushauri wa wabaya, si sehemu ya makubaliano ya wabaya, na watu wanamjua. Mfano katika mithali moja, na watu wanamjua, watu wanamjua, watu wewe wanakujua wewe haushiriki ubaya, we waushiriki ubaya wao, wanakujua. Tumaneno tuzuri tu tumaneno tuzuri e, hatutoi insurance. We ni mzuri na hey. Sehemu kubwa ya wabaya ni hawa wenye tumaneno tuzuri makanisani, misikitini na eh, hawa, lakini haonekani wazi kudefense kulinda wa marafiki zake watu wake, wanapoonea wanapoumiza watu wasio na hatia. Heri rafiki, heri adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza. Watu wema huteswa, huuawa kwa sababu ya ukimya wa watu wema. Kimya kinamaanisha hayo mambo yako vizuri. Kimya humaanisha hapo pana kibali changu. Kimya humaanisha hilo nina masilahi nalo. Kimya siyo hekima, kimya siyo mahesabu, kimya ni unafiki, kimya ni roho mbaya kutokea kuzimu. Haiwezekani akatokea mwokozi hata kama mnasema kwenye mzoga ilitokea asali, lakini naomba uelewe na utofautishe maana iliyopo katika katika Mithali moja mstari wa kumi na tano sema mwanangu, usiende njiani pamoja nao, usiende njiani pamoja nao. Pengine nianzie mstari wa kumi sa mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe, usikubali. Wakisema, haya, njoo pamoja nasi, na tuvizie ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu, tuameze hai kama kuzimu, na wazima kama wao washukao shimoni, tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Jaribu ku, kuona eh, kuona niishie wapi, kwa sababu naona karibu kila kitu kinaweza kakufaa lakini Acha nishia hapo msari wa 19, sema: ndivyo zivyo njia zao, kila mwenye tamaa ya mali huondoa uhai wao walionayo. Na msari wangapi, najavu kuangalia hekima. Msari 20, hekima upaza sauti yake katika njia kuu hutoa sauti yake katika viwanja ulia, penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa? Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu, na vitu kadha wa kadha. Huyo ndio mwenye hekima, hulia, hakai kimya, hakatai kimya. kimya kimya, hasemi mimi nina hekima, kimya kimya, pana. Huonyesha yuko upande gani, huonyesha hili sio sawa, huishi kwa namna ambayo wazi wazi, wazi wazi, kundi fulani hili kama ni baya ulionyesha huu ni ubaya, hii sio sawa. Na lile kundi umshakia na uanza kuangaika, tunafanyaje na mtu huyu? Sasa naamini nimetumia bibilia kukupa challenji kubwa sana kwenye ufahamu wako, lakini bibilia ndivyo itaka uyachukulie mambo na uyajue. Nikuache kwa kukwambia endelea kungojea ukombozi wa Mungu kwa njia zidhaniwazo na zisizodhaniwa. Kina Daudi waliishi mbele ya Sauli aliyeasi, wakiwa anajua Mungu ameshahamisha ufalme. Sauli alijua, wanawake walijua kwamba ufalme huu utahama. Sauli alipambana kwa kila namna. Daudi aliishi maisha ambayo automatikali watu wote walijua haya maisha ndivyo mfalme apaswavyo kuwa. Sasa elewa sana kwenye namna ambavyo Musa aliishi kuonyesha dhahiri kwamba afadhali nipate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Wapimeni watu wenye roho nzuri na moyo mzuri kwenye kusanyiko lolote, kwa kuwalinganisha na dalili, ishara, namna ambayo ilionyesha ni Mungu amempandikiza Musa kwenye nyumba ya Farao. Linganisheni hivyo nje, na hapo mnadanganywa. Hawa wanaokuwa wanafiki wanaosifia kila kitu, wanasema tunasifia tu ili mwanaharamu apite kwa sehemu kubwa hugeuka serious, kuwa wabaya wa mioyo na kushiriki mambo mengine machafu ambayo mengine utakuwa unalia na kusema wanaofanya ni wale kumbe kikulacho kinguoni mwako. Nasema kwa sababu nimepitia na nimeona, sehemu kubwa wale tuliojua wana roho ya Mungu kwa kaukimya kao, kuna mahali ukiangalia wanasema yule, nadhani alipogeuka moyo alitumiwa kwa moyo mzuri aliyokuwa nao information alizokuwa nazo alitumia kuzivujisha, ikawa rahisi sana mimi kuumia kwa namna kama hii. Asante kwa kunisikiliza. Bila shaka bado nimekuacha katika challenge ngumu, lakini rudia kusikiliza kripu hii utaelewa kilichomo ndani yake kwa kina. Ongera kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliaye akitokea kumhifadhi, sifa ni yule aliaye akitokea gerezani, anasema: itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama mwamuzi wa mwisho, mhukumu wa haki, Mungu yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.